Watu wawili wameuawa nchini Moroko baada ya polisi kufyatua risasi kuzuia waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuvamia kituo cha polisi karibu na jiji la pwani la Agadir kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Haya ni mauaji ya kwanza kuripotiwa tangu maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z yalipozuka kote nchini Moroko siku ya Jumamosi lakini shirika la utangazaji la BBC limeripoti kuwa, kutokana na hasira dhidi ya uamuzi wa serikali kujenga viwanja vya mpira kwa ajili ya Kombe la Dunia la FIFA mwaka 2030, baada ya kuboresha huduma za umma na kushughulikia hali ngumu ya kiuchumi. Kauli mbiu maarufu miongoni mwa waandamanaji ni viwanja vya mpira vipo, lakini hospitali ziko wapi? Mmoja wa waandamanaji aliiambia BBC kwamba hospitali katika mji wake wa Oujda karibu na mpaka wa Algeria ni kama gereza. Alisema hospitali hiyo ni chafu na wagonjwa hulazimika kuwahonga walinzi na wauguzi ili kumwona daktari. Alizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina lake, akiogopa kulipiziwa kisasi. Maandamano haya yalifanyika usiku, ambapo polisi walilazimika kufyatua risasi kwa ajili ya kujilinda usiku huo Jumatano ili kuzuia shambulio hilo. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la serikali. Awali siku hiyo hiyo, Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi ilisema kuwa haki ya watu kuandamana ndani ya mipaka ya sheria italindwa. Waandalizi wa vuguvugu la vijana linalojulikana kama Gen Z 212, ambapo namba hiyo ni nambari kima ya kimataifa ya kupiga simu Moroko. Harakati hii inaendeshwa kupitia mitandao ya kijamii na haina uongozi rasmi. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Moroko kimefikia asilimia 12.8, huku ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ukiwa ni asilimia 35.8, na kati ya wahitimu wa vyuo ni asilimia 19 kwa mujibu wa shirika la habari. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi Rachid El Khalfi yeye alisema kuwa watu 409 wamekamatwa kutokana na machafuko yanayoendelea. Muungano wa vyama vya serikali ya Moroko uliotamka Jumanne, likieleza utayari wa kujadiliana na vijana ndani ya taasisi na katika maeneo ya umma ili kupata suluhisho la ukweli. Pia walilisifu jeshi la polisi kwa kile walichokiita jibu la uwiano sahihi kulingana na sheria husika. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali, ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali, baki nasi.